Kwa sababu kumbuka, ametoa tu kubatizwa na Roho Mtakatifu, anasema akafanyaje? Akatulia ndani. Kwa hiyo niko ninampatia picha, yuko tu akiwa na msifu na kumwabudu baba yake. Ngoja tuendelee, mstari wa tatu na wanne inasema, Mjaribu akamjia na kumwambia ikiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Lakini Yesu akajibu, imeandikwa, mtu aishi kwa mkate tu bila, kwa kila neno litokalo katika kinywa cha mungu. So, we see here the first temptation. Kwa hiyo tunaona jaribu la kwanza. Remember, Jesus was hungry. Kumbuka Yesu alikuwa na njaa

Unadhania Yesu angeweza kufanya vile? Ugeuza mkate. Jiwe kwa mkate. Unadhani Yesu alikuwa na uwezo wa kubadilisha jiwe kwa mkate? Ni mifano gani katika Biblia ambayo tunaiona Yesu akiwe akiwa na uwezo wa kugeuza vitu? Kabla ya hapo, muujiza wa kwanza Yesu kufanya.

Vipi kuhusu wanatoka Misri kwenda Kanani, alifanya nini kat, kat katikati pale <laughs> <laughs> wewe habari ya chakula anamuuliza. Uh, je, Yesu alikuwa na uwezo wa kulisha mkate kuwa jiwe, jiwe kwa mkate? Ndiyo. Agano la Kale alifanya <coughs> nini wakati wana Israeli wanatoka Misri wanaenda nchi ya ahadi? Alikuwa aliwalisha kwa nini? <coughs> <Yeah. coughs>